Karibu sana mwana michezo popote pale ulipo kaskazini kusini, magharibi pamoja na mashariki, sogea hapa tuzungumze michezo na burudani, sehemu pekee tunapoweza kuzipata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani, ni kutoe shaka ni hapa ndani anyway, ya Chapesa. Kama bado hujisubscribe, fanya hivyo wewe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani, kwa nani, kuanzia pale mwanzo mpaka pale tamasha mtakapokuwa nikihitimisha mahojiano yangu haya, ni mwarabu asili sasa. Thank you.

Mwana, lakini hapo nyie mnaona kama akitoboa, kuelekea safari ya ya kimchana kimataifa kuitafuta hatua ya makundi ya kombe la klabu bingwa kila kitu a kila kitu, lakini aliyekula, yaani, hakuna mtu akakuuliza swali, una watoto wangapi? Ukamwambia na watoto wa, wa nne, lakini mmoja ni mimba, unamwambia nina watoto watatu, wale ambao tayari wameshazaa. Yaani ile mimba ile, kuna lolote pale apokea

Uchizi Vunga, sisi dua zetu kwa uchizi Vunga jana katupia tena, tapita boda zote, hana corona, hana malaria hana chochote. Kwa tunaimani asilimia mia na hamsini na hapa ataingia vizuri kabisa bila kizuizi chochote kwa, hana corona, hana malaria hana, yani yuko mzima, waca eh? na sisi tumesimamia vipimo vyake ya hizo boda zote huko alipopita, yeah. Natumaini na hapa pia atafika salama mm. Na Mungu kimpendeze yeah. Hiyo <fres> mechi pia atakuwa, mimi naenda kwa ajili ya kumwangalia uchizi wote inshallah, Mungu akipenda. Mechi bure hiyo, bure ndio inaweza kanifanya mimi nisiende kwa sababu mimi naingiaje bure? Nani mimi mwanaume, na taangalia kwenye TV, lakini dua zangu Yani eh? Yani mimi nalipwa na mimi una, e, nani mimi kidume udefu kama huu unaniingizaje? Eh, nani kanilipia kwanza nijue jue, alafu na lengo lake la kunilipia ni nini eh? kama ni bure mimi hiyo hainihusu, unahusika wewe. kama ni bure eh? hainihusu. Unahusika, wahusika wenyewe wametangaza jana kama kama umetangaza, mimi si nitaangalia kwenye Azam TV, nitaangalia kwenye TV, kwa sababu hapo mimi si mtu, mimi siwezi kulipia hela ya kiingilio stare. Yani naenda kwenye stare halafu nilipie? Umeona hapo stare nalipia sasa? Ndio stare unalipia stare. Sasa kesho akikwambia naomba mkeo nimpe kazi, maana mke wako yuko nyumbani tu ana kazi, kazi, utakataa huko namaanisha nini watu wangu wajifikirie sasa. Ah, kitonga mserereko, na mechi zote chunguza zote, walolipiwa zote, waloingizwa bure, hawakutoboa na hii hawatoboi na hii hawatoboi. Tuanze kuhesabu mechi wale MC Anja so fainali. Walikuwa wanatakiwa washinde goli moja bila, ikatoka bila bila, wamo hawamo na matukio hayo kesho yanatupendeza, yatupendeze sisi y sisi, yanatupendeza yatupendeze yeah, yakitoka nyau nyau ya yatupendeze. Yeah, nyau nyau yanatupendeza yeah, nyau. Na nakuuliza wewe swali <laughs> yakitoka nyau nyau kesho yanatupendeza sisi au ya yaatupendeza? Yes, kwa hiyo hiyo mechi ya kwanza, okay, mechi moja na, na, na, na TP Mazembe <laughs> maembe manji aliwaingiza bure awamu awamu, mechi nyingine na fainali ile ya ya USM Mwanza wakaingizwa bure tena, awamu ya ngapi? Ya nne. Kesho kuk ani ile waliingizwa bure, ile walilipa ii wakuingizwa bure Bna kwa kieo mimi nakwambia historia inaniambiaje? hawa hey. Nyuma mwiko uh -huh. Mechi zote walizoingizwa bure hawakutoboa hmm. Na hii hawatoboi aw wemo, watakuwemo watacheza, bcha hawatoboi, yani ale malengo ao ya kufika makundi hmm. hayatimie. Tumwombee dua uchizi Vunga, uchizi, uchizi alafu mm. ah. so, pira bongo bwana yule mwakani anakuja kucheza NBC. Sijui timu gani lakini tutamwona, ah. na kuekea na aya Simba, mimi sijui mage lpira anteima mage kumbe kumbe kumbe wale matatu bwana, ni ni, ni ni rabani ya vita. Eh? Zile tatu zile alizozichorachora uh, vita yeah. mifumo yote uh-huh. Ile ni mifumo ngumu. Utaona tu anamwita kapteni kapombe maki, kapombe ndo anakuwa naye karibu sana, hapa anacheza namba mbili mm. Anamwita kapombe, alafu anamuonyesha nguvu yake, unaona yule alitorokea kupitia njia hii. Sasa wewe majangomwaga, pita pita mfumo huu hapa dakika mbili nyingi kabla, atembea na madaftari, ile sota tu, ile ni mifumo kaichora ndani, yule yule jasusi, yani yule yule yule yule pande ndile jasusi, kaona shida. Wewe ushamwona pande, kwa anashika kitabu, sio sio, anachora chora sio, anafanyaje? au au mchezaji ananyanyuke amwelekeze hivi, kashindwa? no kuelewa mazoezi, mazoezine ataelewa kwenye mechi. Mchezaji umeshashindwa, umekaa naye wiki mbili kabla ya mechi, wiki nzima ya mechi umemwelekeza mifumo, umemwelekeza, umemwambia utaanza, utakuja kuingia, hajaelewa. Uje kumwelekeza kwenye mechi? Ndio yashindwa, unamkumbusha tu <coughs> mwangalia, yule mwamba alitorokea mlango hasa huu, huw atutoroki. Wewe unamwaga maji kwa staili hii, kama ni so, unamwelekeza, ukimwona Kapombe kapita hivi, atakiwa usimame engo hii hapa, umeona engo hii Yaani atembea na mifumo na mwili, yule yule, si mtu mzuri Mungu ampe <tuhu> maisha marefu. Kuna mifumo mitupu, si tatu. Kumbe mifumo linatembea naye kwenye mwili, ushamwona na vasuruali anapata vipesi vyake si nyau si nini?

hata ukienda kwa watu wa beti, ni watu wa kamari, kamari hapa, ah, iko kitu hawezi kubeti. Yaani wampe pointi nyingi Simba kwa sababu anaweza akachezea hata gongo nne, hmm, ha. Kitu kwenye mpira inawezekana, tushaona majabu kama hayo Barcelona, a tatu nyingi Barcelona, kachezea tatu Liverpool, akaenda akapindua meza. Yaani mingi an ya, kianza kuielezea ioa tushafanya hivyo kwa, kwa ile timu ya Zambia yeah. Sasa, apa, tano kwa sasa usingizini kwanza, hiyo timu itakapofuatiliwa, itakapopata kiki, itakapokuwa maarufu. Wao umempigia mnyama chuma nne uwanja wa Taifa yeah. Waarabu wenyewe wanaogopa, wanataka mechi zichezwe kwingine, sio hapa Wao umekuja kumpigia chuma nne hapa kwa mkafa yeah. Ah, pengine ndio timu ambayo itakaondiwa itaka mashambulizi ma, ma, makali kati yani, akishapangwa kwenye grupu kila mtu atamtolea macho. Umeona yule Joanne Galax hapa alipotutoa tatu moja, alishia kwenye kundi, alibeba kundi, alikuwa wa mwisho, ndio kitakachomkuta. Lakini mimi sioni so, Laki, so akibu Dennis Abraham Morris anapiga mpira vibao tu kama Luka Modric. <laughs> nakuambie sijui, labda tule vile vidonge tu tunaendesha mwanzo wa mchezo, matumbo yanawauma tu wachezaji, sijui aje kwenye uhalisia wa mpira, labda njia wao na mganga wao eh. Bwana tuzungumze mimi na wewe kitu kimoja, kauli ambayo alizungumza meneja wa Soccer City digital manager, yakusema a kwamba amepata ushindi katika ardhi ya Ujerumani lakini pia vilevile kuna baadhi ya makosa ambayo ameyaona kufanyika ndani ya uwanja, anatamani kwenda kuyafanyia marekebisho kwa ajili ya kuyaona makosa ambayo ameyafanya katika mchezo wa kwanza, basi hayaendi kujirudia na anakwenda kutengeneza magoli zaidi ya vile anapotaka kwenye kikosi chake. Huyu kwa mchezo umempa nini, wana Simba? Mbona kama kuna bomu la iu linatengenezwa ndani ya Simba? Yule ni mwalimu, yule ni mtaalamu kokwambia kuna makosa sisi kama mashabiki na watu wengine yeah, tona furaha yaani, yaani pale pale, ukimuuliza mtu kosa pale ni nini, anaweza sikwambia mm, lakini kama mtaalamu wa ufundi acha kwambia kuna makosa mm. Sasa balaa ile kayaona makosa nataka kayareke <laughs> Hebu mwelewe vizuri Bala, lile lilotokea juzi, yeye kakwambia kuna makosa naenda kuyafanyia kazi. Kwa hiyo yale makosa yatarekebishwa, yatarekebishwa, yatakuwa mazuri, na yale mazuri yataendelea kuwa mazuri. Unategemea nini? Vipi, mkimaliza mtani aje mdau huo? Mtani, yaani mmemaliza ile Jumapili pa kumi na moja kumi na mbili, mmemaliza kama anaweza Juzi nilikuambia mtani ya tima ana baba yaani ana kocha, na kesho kutwa anaenda anafiwa tena. Kesho kutwa Jumamosi anapata msiba anafiwa. Hasa mtu kama hiyo, ujue Mungu, muda mwingine matatizo kidogo awea mmoja, yani pengine hata, yani tusimwombee tena, kutane na chusu kwa eh? bado mapema kwenye makundi haumo, kocha hauna. Halafu natamani kukutana na, na, na, na prison break mpira mifumo, asubiri kwanza kwanza, asubiri mifumo iwaingie kwenye damu, ujue kuna kuna kitu kabisa kiguna zingine unaitamani kaza hadi kilalo, unatamani kukuche uende kazini kwa wachezaji wa Simba sasa hivi yeah. Yaani, unatamani kukuche uende kazini yaani kiwezekana ile jongo ngilistopisha tu usiku usiingie mfanye kazi tu mwanzo mwisho. Kila mtu anaorai, kila mtu anataka namba pale kwa, kwa kila mtu anatamani kukuche, pa amshawishi mwalimu, mimi nianze sasa. Kila mtu anataka amwambie, um, mwalimu mimi nianze. Wewe unategemea una, una, una, una ya, kwa hiyo bante kwanza ameleta muunganiko kwenye timu, ameleta discipline kwenye timu, alafu ameleta na ari ah, ile ile confidence imerudi. Labda labda pengine ikiwapendeza, wanakuja kujiuliza nani atakia kufunga mpaka kengele twende, hmm? Taratibu, si mechi ya kwanza tunakuelekea, watakuja kuuliza nani wa kumfunga mpaka kengele. Kumaanisha kwamba kwenye ligi hii kuna watu watateseka sana. Kuna timu point mechi mbili tu zipo hizo timu, kwani msimamo unasemaje? Yaani kuna timu ambayo imecheza mechi mbili imeshinda mbili, lakini kuna timu imecheza mechi mbili haina point sita. Zipo bado mechi za majirani majirani, pia wamepoteza point mbili. Tuombe uzuri

Tunaanza tena kuangaika nani? Alafu kocha wa muda mm. Akiwepo huyu bwana mm. Neno ne moja la kumalizia kwa mashabiki wa Simba Ma nini, nawambia kuelekea kwenye wa Rudiano dimba la mchezo wenu utakaoje, katika dimba la Benjamin, ujae tu kwa wingi pale kwa Mkapa. Uh, yule kocha mgeni, wachezaji wengi wageni, hawajai kuona nyomi la Simba Sports, kwa lile nyomi lile la Simba la, la, la, la Simba la, Day ikijaa tena pale, wachezaji watazidi kujima, watazidi kujituma kwa sababu wanajua sisi nyuma tuna watu alafu hatuwezi kusababisha watu kama wale wasononeke, watoke machozi kwa ajili yetu, lazima tapambane. Unajua, kujaza uwanja inarudisha sana confidence, ndo ndo silaha wanaoitumia hawa majirani, hawa majirani, wameweka bure ili kuja kuwatisha wale vijana lakini sasa sisi sisi kwenye matukio yetu na mwenye mambo yetu, kama yale mechi kama ile, sisi ungetuwekea ungetuwekea kiingilio 7000 tunajaza uwanja yani. Mechi ambayo sisi inatuamulia tunaenda makundi, mechi ambayo sisi inatuamulia tunaenda robo finali, mechi ambayo sisi inatuamulia tunaenda nusu finali. Yani mechi yoyote ya maamuzi sisi tuweke kiingilio laki mbili, elfu hamsini, elfu ishirini, tunajaza uwanja ule sisi <laughs> wao wangekiwa kiingilio basi.

bwana, twende tukajaze uwanja, kuna mechi saa 9 alafu saa 8 kakae uwanjani, angalia kama utapata. Hiyo ndo Simba Sports, na hiyo ndo nguvu ya Simba Sports. Tunaenda kaangalia uwanja. Alafu sasa, kuna watu, kuna watu machizi soka wengine wanapenda mechi za kimataifa wengine wanapenda Premier League, wengine umwambie chochote Simba, hata icheze mechi ya Ndondo Cup, yani hiyo iokote timu hata huko icheze. Bwana tucheze kinesi hapa, tucheze mechi, watu wanaja sasa. <laughs> kuna watu wako mikoani, ukisikia Simba anacheza kimataifa, mtu ndo anajibu, anavunja kabati, yani ile kitu chake anakibomoa, hii mechi mimi naenda mchelewa. Lakini kuna wale wengine wale NBC Premier League, kwa sababu kila wiki bajeti yake nakuwa ile haiyafoni, lakini yeye anajua baada ya wiki mbili watu wanajifanya. Kwenye maswala mpira Tanzania, aidoli wao ilizochema Simba, kwenye mashabiki kwenye kila kitu, hiyo mechi yao hiyo ya kwao. Sisi tushakutana na situation kama zile. Yaani tumefungwa kule natakiwa tatakiwa kuja kucheza hapa. Ndio. Yeah. Hatu hatuingizi watu bure na uwanja unajaa. Fuatilia. Haikumbuka. Kwanza mwanaume mimi mimi naporudia. Labda angekuwa na mashabiki wao na angekuwa. Wewe mwanaume unakubali vipi kule hiyo kuingizwa? Wewe unafika pale wewe aingia tayari umechaingizwa moja mbili. Wanaume elfu sitini mnaenda mnajazana uwanja uwanjani. Alafu hata bao moja linawachinda. Maana ile mechi na Warabu wanatakiwa wapate bao moja. Hata wanaume kusini mnaenda kujaza uwanja alafu bao moja tu mnawashinda, na matusi hapo. Hata uchizi Vunga anaenda kurudisha tena yale yale, mmejazana kwa wengi ili mje kuona timu yenu kitoko, yaani mnajazana wingi elfu sitini, mnajaa uwanjani, alafu mnakuja kushuhudia timu yenu kitoko. Lazima. Ah, mimi naombea. Mimi basi nikushukuru sana mwanangu.